Okay. Hii ni Jifunze Leo YouTube channel, tunapenda tena kukaribisha kwa wakati huu tuweze kusoma kujifunza kusoma na kuandika lugha ya Kiswahili. Uh, kama hujawahi subscribe hii channel, hii ni vizuri ka subscribe hii channel, kwa sababu ni channel pekee ambayo inakusaidia wewe ambaye hujui kusoma na kuandika kabisa lugha ya Kiswahili sisi tunaanza kujenga msingi, sio kujenga tu msingi, bali kuchimba kabisa sehemu ya kujenga msingi, hatimaye kumwaga mawe ambayo ndo herufi pamoja na silabi, na kukuelekeza jinsi hayo mawe ambayo ndo silabi na herufi yanaweza kujenga msingi wa kujifunza kusoma na kuandika. Mimi naitwa Mwalimu Paul Alois Mgeya, nikukaribisha tena kwenye kipindi hiki adhimu tena cha kujifunza kusoma na kuandika nini Kiswahili. Okay, basi hapa mbele yetu tunaona kuna, si, kuna, kuna silabi ambazo zimeandikwa uh, tutaenda kujifunza jinsi gani tunaweza tukasoma hizi silabi uh, silabi za kwanza tuanze kusoma labda hapa okay. Uh, hapa hii tunasoma ni ga

ge gi go gu. Hapa chini hizi ni silabi ka ke ki ko ku. Ok, um, sasa tutaenda kuunda maneno uh, kutokana na hizi nini, kutokana na hizi silabi enda kuunda maneno kutokana na hizi nini. Hizi silabi ni maneno gani tunaweza tukayapata? Ni maneno gani tunaweza tukayapata kwenye hizi silabi? Ni maneno gani tunaweza tukayapata kwenye hizi silabi? Maneno ambayo tunaweza kupata kwenye hizi silabi, aa, ni pamoja na ni pamoja na tumejifunza, tumejifunza hapo k na ga go gu. Watu andike hapa hilo sio wenyewe eh. Tunaweza okay. Tukapata neno kama vile nini, kama vile tunaweza tukapata neno kama vile kaba, kaba. Uh, kaba hasa kwa wale ambao hawajijifunza vizuri. Ngoja tuandike mwandiko ambao unaweza ukasomeka vizuri okay? na tunaweza tukasoma hapa kaba. Uh, hii ni kaba, tumejisoma ka ke ki ko ku na uh, Oh, tuue neno kagua. Tumejifunza ka ke ki ko ku, na ga ge gi go gu. Hasa hapa tunapata neno nini? Tunapata neno ka, gu, a. Ka, gu, a. Unaposoma lugha ya Kiswahili kwenye maneno, tunachofanya ni nini? Kwa mfano, tunachukua ka ukiongeza ga, Uh, ukiongeza uh, ukichukua ga, ka ukaongeza gu a ukaongeza uh, unapata nini? Unapata neno ka gu a uh. kagu a unaweza kupata maneno gani ambayo yanatokana na kake kikoku na ga ge gi go gu? Ok, tunaweza ukapata neno kama go, ka. Go ka. Okay? Ambao ni go ongeza ka unapata Go. ka. Ok, basi tene tukatengeneze silabi zingine. A, katengeneze silabi zingine, silabi zingine tunaenda kujifunza hapa ni silabi ja j j jo, ju, hizo tunasomaje? tunasoma, tunasoma. Ja, j, ji, jo ju. Tena unaweza na ukarudia hapo, naitazama hii video, sema ja. Sema j Sema ji. Sema jo. Sema ju. Kwa hizi silabi zinaitwaje? Zinaitwa ja, je, ji, jo, ju. Ni maneno gani ambayo tunaweza tukaunda kutokana na hizi ja, je, ji, jo, ju? Maneno ambayo tunaweza tukaunda hapa kutoka kwenye ja, je, ji, jo, ju ni pamoja na ji Ukiongeza j uh, unapata jiji. Unapata nini? Unapata jiji. Nadhani unaelewa. Tukisema jiji ni kitu gani? Jiji, mfano Dar es Salaam ni jiji, ok. Mbeya ni jiji, ok, sawa. So, eh? Uh, hiyo ni nini? Ni jiji. Tunaweza tukapata maneno gani mengine kutokana na hizi silabi ja, je, ji, jo, ju? Tunaweza tukapata maneno kama vile juu. Ok, a, tukiongeza a, tunapata neno kama vile nini? Kama vile neno juu a juu. Ok, okay. tunapata neno juu a. Kwa hiyo sasa tutakuwa na juu ongeza aa, sawa sawa na juu hebu sema wewe unaitazama video hii juu aa. tena juu aa. sawa kwa hiyo hapo sasa tunasema ni nini ni hizi silabi ja, je, ji, jo ju hebu tukapate silabi zingine tena ni silabi gani tuende kuangalia sasa hivi tuende kuangalia silabi kama Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Nikuonyeshe hii ndo ma. Kwa nini tunasema ma? Tunasema ma kwa sababu pana nini? Pana a. Tunasema me kwa sababu pana e. Tuna mi kwa sababu pana mi tunasema mo kwa sababu pana o, na tunasema mu kwa sababu pana nini? Pana u. Kwa maana hiyo sasa tunasema hii, ma me mi mo mu. Tena sema ma me mi mo mu, okay. Honi ma me mi mo mu ni maneno gani tunaweza tukapata kutoka nini? Kutoka ma me mi, mo mu, ni maneno gani tunaweza tukapata kutoka ma me mi mo mu? Mfano, ma ukiongeza na ma, ukiongeza silabi ma, ongeza silabi ma, tunapata neno ma, ma. Tunapata neno nini? Tunapata neno mama. Tunapata neno ma, ongeza ma, sawa sawa, tunapata nini? ma, ma. tunapata lakini ma, ma. Okay? Ukitaka kujifunza zaidi kujua kusoma na kuandika Kiswahili au, kose kututafuta kwenye namba zinazoonekana hapo chini kwenye WhatsApp ambayo ni sifuri saba tano tano sabini na tano arobaini na tatu tisini na moja lakini kama upo nje ya nchi unaweza ukatumia mfumo huu, jumlisha mbili tano tano saba tano tano sabini na tano arobaini na tatu tisini na ngapi? Tisini na moja. Ok, ili uweze kusoma moja kwa moja wasapu, hatua kwa hatua. Hapa tunakupa mwongozo tu jinsi gani unaweza ukasoma nini, ukasoma lugha ya nini, lugha ya Kiswahili. Tukaangalie ah, silabi zingine tena. Tukangalie silabi zingine tena. Te tena silabi zingine tena, hapa ni silabi. Leo tunaangalia la le, le li lo lu, hizo ni silabi la le li lo lu. Ndenda kusoma hapa hapa, la le li lo lu, tena hapa la le li lo lu, kwa hiyo tunaweza tukapata maneno gani hapa kwenye la le li lo lu? Uh, wewe ambaye unanisikiliza hapo kama apo online, unaweza ukanipigia simu hapa sasa hivi kupitia namba hii hapa: sifuri saba tano tano sabini na tano arobaini na tatu tisini na moja. Niambie neno gani tunaweza tukaunda hapa. Hebu piga simu kwenda sifuri saba tano tano sabini na tano arobaini na tatu tisini na moja uniambie ni maneno gani tunaweza tukaunda kutoka kwenye la le li lo lu. Nasikiliza simu hapa. Okay, basi tuendelee. Naona hakuna simu ya kulia. Eh? Kwa sababu hakuna simu inayokuja hapa. Basi tuendelee kusoma tena tuweze kuunda. Basi ni tukaunda kwa pamoja, ni silabi gani ambazo tunaweza tukaunda kutoka kwenye la le li lo lu? Tunaweza tukaunda neno kama vile nini? Lu tukiongeza lu, tunapata nini? Tunapata neno lu lu, tunapata neno nini? Lulu, lu tunapata neno lulu ha? kwa hiyo lu ongeza lu sawasawa na lulu sawasawa na lulu kwa maana hiyo sasa tunakuwa tumepata neno, neno hilo hapa twende tukaangalia neno gani lingine tunaweza tukaunda neno gani tunaweza tukaunda lingine kaa na lu ongeza lu tupate lulu basi tunaweza tukapata pia neno lingine tunaweza tukapata neno lingine a hapo, tuangalie ni neno gani, tuangalie ni neno gani, tunaweza tukapata neno lingine hapa. Tuangalie ni neno gani tunaweza tukapata neno le, tukiongeza o tunapata neno le o, tunapata neno nini? le o, leo ni nini? unajua leo today. Kwa Kiingereza, sema today, okay leo Okay, neno gani tunaweza ukapata neno wani lingine hapo tena, mpenzi mtazamaji maji, tunaweza tukaipata neno kama vile nini? Tunaweza ukapata neno kama vile tukichukua labda la, tukaongeza na la, tutapata neno sawa sawa na neno nini? Lala. Ukitaka kumwambia mtu lala, elala hii hapo ndo lala yenyewe. Kwa hiyo tutapata nini? tutakuwa na nini? tutakuwa na laa ongeza la, sawa la, sawa sawa na lala laa okay? la, ongeza laa sawa sawa na nini? na lala la, la. sawasawa na lala okay? Naomba no, tuendelee tena hapo, e mm-hmm. Kutazama kutazama, endelea kutazama, tupo live bila chenga, tunajifunza leo live ni kusukumbua nimegundua mfumo huu wa kujifunza moja kwa moja kusaidia watu okay? unaweza ku comment hapo chini na umejifunza. Okay, tuna kuangalia silabi nyingine leo. Silabi yetu nyingine inasemaje? silabi yetu nyingine enda kusoma silabi ba, be, bi, bo, bu na maneno ambayo anaweza akaundwa na ba, be, bi, bo, bu. hiyo hapo

Bi, bo, bu. Ok, uh, tunaweza tukaanzia pia huku nyuma hapa bu, bo, bi, be, ba, tena bu, bo b b b ba. Ok, basi usikose kushea video hii kama kuna rafiki yako ambaye hajui kusoma pia na kuandika, unaweza kashare kwa upendo. Le, lengo tusome nini? Tusome kwa upendo. Ni maneno gani ambayo tunaweza tukaunda kutoka ba, be, bi, bo, bu? Ni maneno gani hayo ambayo tunaweza tukaunda kutoka ba, be, bi, bo, bu? Mfano neno si, tukichukua silabi ba halafu tukaongeza na silabi nyingine ba, tunapata neno gani? Tunapata neno ba ba ba, ba. tunapata neno nini? Tunapata neno ba ba ba, ba. Kwa hiyo ba ongeza ba tunapata neno ba ba. Kwa hiyo ba ongeza ba tunapata neno nini? Ba ba ba, ba tunaweza kupata neno gani jingine, wapendwa? Hapo tuangalie, tunaweza tukapata neno gani jingine hapo? Tunaweza tukapata neno gani jingine hapo? Tuangalie, tunaweza tukapata neno gani jingine hapo? Tunaweza tukapata neno gani jingine hapo? Tuangalie, mfano be, be, a, be, be, a. Hmm? Ukiachana uh, okay. Bebe angwa, tuunde neno zuri kabisa la Kiswahili, jamani. B ukiongeza B ni sawasawa sawa na nini? Na B. Unajua bibi? Mnamfahamu jamani bibi, mwanamke mzee au, au yeyote aliyemzaa, sio lazima wewe bibi mzee sababu unaweza akawa amemzaa mama yako au baba yako lakini akawa ikijana bado nasema ni nini? B, B ongeza B sawa sawa na B sawa sawa na nini? B, B. B, ongeza B sawa sawa na BB, okay? Um, hii ni live, usikose kushare, usikose kusubscribe hii chaneli, ili uweze kujifunza zaidi na zaidi. Sawa, tuende eh, tukaangalie yamani na silabi zetu zingine. Hapa Tanzania ni usiku sasa hivi, uh, saa saba saa sita hivi, lakini tuende tuangalie kuangalie kitu cha misomisho tukajifunze silabi da de di do du. Da de di do du. Tunaenda hapa da de di do du ok. Kumbuka, kama huwezi kujua kusoma na kuandika, tunaweza tunakusaidia kupitia WhatsApp, kwa hatua kwa hatua, ili uweze kujifunza kusoma na kuandika lugha ya nini? Lugha ya Kiswahili. Sasa ukitaka uunde maneno kwenye hizi da de di do, ni kama nini ni kama vile nini hapa, unatumia jumlisha okay, unaweza ukapata neno nini, kupata neno dada da, kupata neno kama vile nini, ambao ni square. Tumechukua da hii hapa, tumeita mara mbili dada, marambili da, da, da da na, yule unafahamu, dada ni mtu gani? Msichana, dada hapa dudu. Okay, dudu dudu ni kitu gani? Tuangalie avan, tumalize hapo. Sasa basi, sante walioangalia hii video, Mungu akubariki sana. Lakini ukitaka kujifunza zaidi, hatua kwa hatua, mpangilio mzuri kabisa, unaweza ukatufuata sisi kupitia WhatsApp namba hizo zinazoonekana hapo chini, ili uweze kujifunza vizuri kabisa kabisa kabisa, kabisa hatua kwa hatua, na tutakufuatilia. Utakuwa na daftari lako, utakuwa na penseli yako, utakuwa na peni yako. Uh, ukifanya kazi, um, unapiga picha, unatutumia tunasaisha, lakini pia uhakikisha kwamba una bando lako, unatufuata um, hewani. Asante sana, nadhani tumaliza hapo.